Si uh, wakiwa wakiwa wakiwa ni, ni mara ya, baadhi ya mashuhuda wa ajali iliyoua watu 28 Mbalizi, nje kidogo ya jiji la Mbeya wameeleza namna hali ilivyokuwa mbaya pamoja na uokozi ulivyokuwa ukifanyika. Dereva wa loli ambaye alikuwa mbele anasema gari la mwenzake liliferi breki, huku akiomba miundombinu ya eneo la mlima Iwambi itazamwe. Na mashuhuda wengine pia wameeleza mambo haya. Tafadhali karibu tuwasikilize. En biashara ikakutana na, na ruti. Hii gari iliyopata ajali inaenda ile gari, ni aruti ya kwenda Mbalizi msaraka. Nikapanda ile gari ikapakia abiria kwa watu, baada ya kurudi nikafika Iwambi, ndani kwa chini hapo kuna shule pale ndipo tukio lilipotokea, na tukio linapotokea nadhani kuwa kuna dalili yoyote kwamba tukio linaweza kutokea, ila kwa mimi nilivyoona, nilisikia tu mshindo wa kama gari kuanguka, afu nikapoteza fahamu. Baada ya kupoteza fahamu, nadhani fahamu zinapoja kunirudia mara ya pili, wakati tayari waokoaji wameshafika kuanza kuokoa ilivyokuwa kwa majina mimi naitwa James Samuel Chatanga. Dereva wa kampuni wa ya HH Mali. Udereva mwenzetu, mimi nilikuwa mbele na yeye alikuwa nyuma. Sasa wakati tunafanya mawasiliano, mimi mi nipo mbele, ananiambia nakuja nakuja. Baadaye napigiwa simu amepata ajali. Baada ya kufika hapa ikaonekana kwamba igali amekuja ikafeli kule gari beki pale, ndio kusababisha gari konga gali kosta kama nakuiona hapa enyee, nauia kama hii gari ilikuwa imebeba unga wa ngano imepakilia kabaresa Dar es Salaam Tazara kuo tunapeleka sana. Dereva hii yuko hospitali mpaka sasa, na kwa taarifa fupi kwamba kupi inashindikana kwamba anaendelea vizuri. Kitu wangu mimi kwa serikali kama inasikia hapa naomba wafanya miundombinu kwa wakati wa, wa, wa kwa hapa aidha wakiongezee barabara zile tatu au wafanye plani ya kupita hii njia ya pembeni, kama wanaweza kufanya, lakini kama nani basi waendelee kusimamia zile foleni ambazo huwa tunasimamishwa kule juu, baadaye tunashuka. Anaitwa <mulia> Dr Morris Martin ambaye ni kaimu mganga mfawizi wa Mbalizi Hospitali, lakini pia ni daktari bingwa wa wanawake mpaka sasa Juma, tumepata tumepokea maiti ishirini na saba ambapo katika hizo maiti ishirini na saba wanaume ni kumi na saba na wanawake ni kumi, lakini katika wote watoto ni wanne, na wote wamefika wakiwa wameshafariki isipokuwa mmoja tu alifika akiwa mahututi baadaye akafariki. Lakini majeruhi tulionao mpaka sasa, tuna majeruhi tisa ambapo wanne wawili ni wanawake na saba ni wanaume lakini katika hawa tisa, mmoja ni mtoto wa miaka kumi na tatu ambaye yuko vizuri, tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Lakini kwa ujumla wake hawa wa wote tisa, wawili ndio walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko wote, ambao tulilazimika kuingia nao theater kwa ajili ya operation usiku. Walipata majeruhi mabaya sana kwenye viungo vya ndani vya mwili, kwa tulilazimika kuingia nao theater na kufanya operation. Tunashukuru Mungu alitoka salama na bado anaendelea na matibabu. Kwa hiyo tunasikitika pia, katika idadi ya vifo hivi ishirini na saba, vifo vya watu wawili ni watumishi wa Mbalizi hospitali na uuguzi wa Mbalizi hospitali anaitwa Charles. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ni i ajali kio imeshatokea okay. Baada ya kufika hapa nikakuta hali ni mbaya sana yaani, yeah, hali yeah, ni mbaya kuliko watu hapa wanaendelea kuokoa kabidi ni nijimuike na mika aliokukua niokoa mpaka saa tisa usiku watu tuliowatoa nilioshuhudia hapa nikiwepo kuna watoto watano na watu wakubwa hawapungui kumi na mbili wakati ni ila sijajua wakati sijafika mi najua ni ufinyo wa barabara siku zote, maana mi toka niko hapa Mbalizi hapa, gari ilivyodumbukia hapa ni mara ya nne nashuhudia hivi, yani ajali aina kwa natumaini ni ufinyo wa barabara uliopo unaochangia unaochangia kutusababishia hizi ajali. Hii barabara ilikuwa ni panuliwe njia tatu muda mrefu, sasa hivi wameanza huko, si wapi hapa wanapacha, ndio kwenye shida Sio siyo yote inatokea hapa sokonio, usianze zaidi zaidi, ni kuyapanga magari pale, kuwacheleweshea watu kazi zao, kwani ni kuwacheleweshea watu kazi zao. Hii kazi ya kusubiri malori yapite, gari ndogo zipite, ile ni kuchelewesha nanii watu shule, mona lakini mimi ningeona tu hapa basi watengeneze ile kule, hii baki hii sio inatumika, zitumie gari ndogo.